So, ladies and gentlemen, leo nimepata message kutoka kwa ndugu moja. Ndugu moja anaitwa Japheth. Japheth angependa kumwacha bibi yake tonight. Ukiachwa achika leo inahitaji hekima, utulivu na msikize kwa makini sana kama wanachemba. Before we get to the final verdict, and before tuweze kusaidia eh, kuamua kama ni kuacha ama kuachika, we need to be very keen na tusikize kwa makini sana kwa ajili ya ukiachwa achika leo sababu ile message ambayo nimetumiwa hapa

Habari yako. Uko salama. Uko sawa kabisa? Yes. Mimi naitwa Dr. Ofweneke kutoka Radio 47 Chamber. Oh, eh. Tuko wakati wa Ukiachwa Achika niliona umenitumia ujumbe mm, ukaniambia unahitaji usaidizi kwa sababu kule ambako mambo imefika, yani mambo imechemka mpaka inapapachira, yani unataka umalize uende. Unasema yeah. Tafadhali Ofweneke, tafadhali I want to leave my wife. Oga, what is the problem? Asante sana, that's a good thing. A praying wife, a strong wife, eh? Eh, hey. Lakini sasa unajua kama mwanaume bana, unajua kama Jumapili sisi ni mahasla tu watu tu. Unajua mambo tu hayo leo jua kadi. Eh. Jumapili ndio sikwata nataka nikae nyumbani, nikae na bibi yangu nini? Mm. Lakini bibi yangu kuna siku hizi hey. Kuna mambo tu naona akienda kanisa hata kurudi arudi kama kitambo, anachelewa sana. Eh akikaa kanisa mara anakuja anaendee, kulikuwa na meeting sijui, ilikuwa late, walienda kwa mchungaji. Ehhe, ehhe uh hii -huh. Mambo bwana, mimi kama mwanaume mimi, ilifika mahali nimejaribu kuongelea, nikaona nikashindwa. Alafu kitu sasa inafanya hata najua condition yangu iko right uh, mchungaji nasikia alipoteza bibi yake. Uh, ehhe, ohh, condolences so, to him ehhe uh -huh. So huyu uh, bibi yangu taka sijui, ndiyo sasa ni kama ndio help awork, mimi sielewi bwana. Mimi imefika mahali nikasema pana juu mwanamke, nikimuuliza hata kune viyo kweli na ni mambo ambayo unashuku ama umesikizia tu ukiambiliwa kwa makorido. Kuna kitu ambacho unashuku wanasema, wasa wanasema hivi, ndugu yangu, neke lisemwalo lipo kama alipo laja, sawa? Bas, ndio mimi hata kuna mabaasha nimepata hapa hivi mabaasha um, mingi sana pesa um, anapeleka pesa sana kwa, kwa kanisa kwa kanisa kakaisaii nimeng'ang'ana, nimetafuta hey. Napatia kidogo yake, hana pesa, nikitafanya kitu ingine hana pesa, nendea jua miaka chama, lakini zile manini nimepata zile pesa napelekea huyu pasta wake hey. Ai ndugu yangu bana, hebu nikuulize, kuulize mtu nimekuwa kwa hizi vitu sasa. So, unasema kuna wakati kama umewai umwa na nyoka bana, ukiona kamba hey. <laughs> Unaruka bana. Hapa naona nachezo ndugu yangu, mimi nimeamua tu ikue tu wazi. Kwa hivyo unasema yeye kae na pasta, eh? Unasema unashuku mke wako na pasta, kuna kitu kinaendelea hii yeah, hata ni zaidi ya kushuku. Hii inakwambia ni kwa hakika kuna kitu inaendelea. Yeah no, na ukimuuliza anakuambiaje? Ukimuuliza anakuwa unajua ukitaka kujua mtu uko guilty, ukimuuliza kitu anakuwa tu mkali tu all of a sudden. Unasema kichwa inaruka kabisa anaanza kuongea in tongues. Eh hey, bana, ana hey. Na anaongea na pasta kwa simu sana, juu pasta ati pasta juu ameshikana wapi anamtuma juu. Bibi yangu anatumwa na pasta aje. Ma yo. Eh hey, ati bibi yangu alikwambia nilikuwa mahali kuna juu alikwenda pasta akamwambia juu mchukulie nini juu isili. Eh hey amchukule vitu, ni ni ni kama kama alitumwa hizo ameenda kununua. Ndugu yangu, itabidi uanze kubabaika, kuna shida peke yake sana. Bibi anapatiwa upako vibaya zaidi, anointing oil inatembea hapa. Now, let's do this eh? Kwanza nashukuru sana kwa ajili ya kuniamini kama kama mwenyekiti wa chemba na kuni let men do. Men stand with each other, we give each other honest, transparent, trustworthy and real kind of advice. That is what real men do for each other. So what I want to do is nataka tumpigie, naona umenitumia nambari yake. Tujue kama Kenya inaendelea ni ukweli. Kwa hivyo usikate simu. You just hold on the line. Wacha nimpigie. Kwanza nichokore nijue kama kuna ka ukweli mahali ama kuna ka uongo. Then from there Mm. All right? Okay. Eh, sawa sawa. Ni sawa, ni sawa, ni sawa baba. Tuende kazi haya. Ndio huyo Imelda ndio anaingia. Hello. Hello, Imelda. Yes. Naongea na Imelda? Yes, this is she. Habari yako? Nzuri sana. Uko sawa? Eh, naongea na nani? Eh, si tuende polepole mami.

What kind of bullshit is this? Now, Imelda, relax. Unajua kwanza mbele ya wanaume eh, unatulia kwanza, uzipandisha asira. Mimi ni mwenyekiti lazima nipatiwe heshima okay, yangu So, Imelda, I want to ask, nataka niulize point blank, point blank, point blank. Unalala na mchungaji wako mi... what, what, what, what do you mean no? No. Imelda, inasemekana kwamba kwa miezi tano nne zilizopita pasta wako alipoteza mke wake condolences. Na eh, inasemkana for this four, five months ya kwamba umekuwa very close sana na mchungaji. Inasemkana unaenda mpaka kwake, unamnulia mpaka curtains zisili. On Sundays <laughs> unaonekana nyumbani late. Mabasha ziko mingi sana kwa nyumba za kutoa masadaka, na mme wako anasema amekuwa akisikia fununu ya kwamba there's something going on between you no. and your pastor no, no, he's just just my pastor. I was just being a good member of the, of the church. I, there's nothing more to that. Haki hakuna kitu nimefanya surely. Surely. What is wrong with this? Mbona kwa radio, unataka kusema hakuna kitu kati yenu na pastor wenu kabisa? Hakuna, there is nothing going on. Have you been to your pastor's house? Well, yes. Manangapi? Severally. Severally. Severally. Hey! Hey! Kai. Siko na ofisi ya kanisa. Kuna ofisi ya kanisa. Hivyo unanipeleka mpaka kwa radio? Surely. Mtu aishi kwa kondo mzuri. Kwa mchungaji wake. Imelda. Nakusikia. Tukuje tuongee. Babe. Aki, aje. Be Beb, nikuulize home tu, nikuulize sasa tu mbele ya watu. Service jenu iliisha saa ngapi? Unajua nilikuja huko mimi sikukwambia. Nasema mlikuwa church mpaka five, mimi nilikuwa po saa kumikuwa na, na, na, na kulikuwa na watchman na jamaa hapo amevaa kofia fulani hapo inakaa kama watu watu, hakuwa na mtu kwa hiyo kanisa, tulikuwa tumetoka kidogo. Si please hivyo aki, mimi Beriza nimepiga simu nikaambia, unaniacha halafu niende wapi na mtoto? Mtoto nakusikia, nakusikia. Mimi nimekuwa siwezi kuwa mjinga siku zote.

Asante. Eh? Oh, asante kwa muda wako. Mtu anafanya kitu kama hiyo nyuma yako, amefanya mara ngapi? eh, no, moja tu, sitairudia mara moja? Umeenda umeenda huko mara ngapi? Jana jana ulikuwa ulikuwa wapi, wapi? umesema mara moja, jana ulikuwa umeenda wapi? nilikuwa tu huko. Nataka Ofweneke, nakusikia baba. Mimi asante kwa kunisaidia Nilikuwa natafuta na nimeridhika, nimeridhika. Nenda fanya DNA, sikudanganyi, huyu mtoto ni wa Jafet. Mtoto ni uongo? Unafikiri, <coughs> unafikiri? <coughs> I'm not sure. <coughs>

ningekusaidia in the beginning but kuna vitu naanza kutoa mam, stori ya kushuku mpaka patanitia mtoini. No stori actually happened between wewe na pasta wako Mama. am I supposed to salvage that?